Mtazamaji oh, yeah. <coughs> oh, wa PDK Generation ah, leo nimeanza kwa fujo kidogo, kwa sababu nataka niwarudishe watu kwenye dawa za miti shamba au miti dawa zaidi. E, tutaelezana kuhusu miti dawa mpaka pale ambapo tutakuwa tunaelewa haya mambo. Sasa kwa siku ya leo, nitazungumza kuhusu mmea ambao baadhi wanaofahamu ambao una tabia fulani hapa niliporukia, hapa nimeruka tu, kuna mmea ukaanza kuzimika, unalala hivi hapa, iko na mingine, nitaonyesha vizuri. Mmea huu unaitwa Mimosa pudica, ile mimea ambayo ina uwezo wa ku sense movement au kusikia kama mtu ana move hivi, anatembea au ikifika jioni e, giza linavyoanza kuingia na wenyewe majani yake yanalala, au kiguswa tu unalala. Mmea huu unafahamika kama Mimosa pudica. Sasa pamoja na mmea huu kuwa na tabia hiyo ya kipekee, lakini pia mmea huu ni dawa. Huko India unatumika kwa ajili ya kutibu vitu vingi sana. Taja viwili tu, cha kwanza ni kupanga uzazi. Mmea huu mizizi yake kuna namna ya ku hata kemikali ambazo ziko ndani ya mmea huo eh, kwa kuchuja kwa namna fulani hivi, ambapo kile kinachopatikana kinaweza kuzuia uzazi, kwa maana ya kwa lugha ya Kiingereza tunasema ni anti fertility properties. Yani hili kwa wale ambao wanataka kupanga uzazi au kwa ambao wanafanya hivyo, India wanatumia sana hizi dawa za mitishamba kwa kiasi kikubwa, kwa hiyo moja ya kazi za mmea huu ni hiyo. Nitakuonyesha vizuri, wewe ambaye bado unashangaa. Nitakuonyesha, kuna mwingine mkubwa pale, kuna mwingine mkubwa pale ah. Ukiachana na hiyo ambayo, sasa sehemu ya huu mmea inayotumika kwa kazi hiyo ni ethanolic extract. kuna namna ya ku extract kutoka kwenye mizizi, lakini japo na majani pia, na kazi zake zingine halafu habari ya nyoka inadhibitiwa pia na extract ambayo ni aquas ya mizizi ya mmea huu. Wenzetu wanatumia kama e, ni antivenom, ni dawa ambayo inaweza ikapambana na sumu ya nyoka, sumu ya baadhi ya nyoka wa aina fulani fulani. Mmea huu unaweza kufanya hivyo. Hizo ni mbili za msingi, labda nikuongeze na nyingine ya tatu tena <laughs> Mmea huu una uwezo wa kutibu magonjwa mbalimbali ambayo yanaathiri mfumo ule wa mfumo wa mkojo e, kwa ujumla e, magonjwa mbalimbali, lakini pia mfumo ule wa haja kubwa, pia magonjwa yanayoathiri kule kama e, ambayo nimekuwa nikizungumza sana hapa katika channel yetu ya PDK Generation, kama hemorrhoids, huu mmea pia unaonekana unaweza kutibu magonjwa kama, e, kama hayo na hivi karibuni kuna dawa ambayo nilizungumza, ambayo ni extract ya mmea ambao unafanana fanana na mimea hii, unafanana fanana ukiangalia sura yake, ni ile Euphorbia prostrata. Nilisema ni dawa ambayo ni very effective, wagonjwa wengi wakichukua, wakitumia wanarudisha feedback au wanarudisha mrejesho kwamba imefanya vizuri, ukilinganisha na dawa nyingine kadhaa kadhaa ambao ule ni mmea pia unaitwa Euphorbia prostrata. Ukiangalia mmea ule unavyokaa ni kama unatambaa hivi pia. Sasa na huu unaweza pia kufanya kazi hiyo ya kutibu hemorrhoids ama bawasiri na mengine mengi sana, siliwezi kuyamaliza kwa leo. Na tunachotaka kusisitiza hapa ni kwamba tunapaswa tuanze kuangalia hizi alternative, sisi kama Watanzania, sisi kama Waafrika. E, inabidi tuangalie kama inawezekana tuanze kuinvest kwenye miti shamba hii ambayo inaweza kutoa dawa zinazotibu matatizo mengi sana ambazo Mwenyezi Mungu ametuwekea katika mazingira yetu. Katika Afrika tunazo mimea mingi sana ambayo inaweza kushughulika na magonjwa haya. Huu hapa pia unaouona huu. Huu, na wenyewe ni mimea ni, ni, ni, ni pia ambayo ni, ni dawa lakini ni sumu vilevile japo vile umeshakauka. Sasa, huu ambao nilikuwa na uzungumzia ni huu hapa. Tazama kwa makini, mtazamaji wa PDK Generation, hakikisha tu kwanza ume subscribe. kama bado hujasubscribe hakikisha ume subscribe. alafu kisha subscribe, gonga like hapo, alafu check mimi na uzungumzia wa mimosa pudica ni huu hapa, huu hapa, unaona unavyolala majani yake ukiyagusa, yakiwa disturbed kidogo tu, yanalala yanajikunja hivi, huu hapa kigusa hivi, au giza likianza kuingia tu la kutosha, mmea huu unalala, eh? Taona, angalia angalia vizuri majani yanavyolala haya, angalia hapa. Kwa mfano nikigusa tu yanalala, unaona unaona, yes. Kwa hiyo mmea huu una faida kubwa sana unaitwa, eh Mimosa pudica kwa jina la eh Kilatini, kisayansi, ile naming ambayo tuliambiwa. Mwingine kwamba bado hujaona vizuri, mwingine huko, hapa huu hapa sasa. Ukiangalia haya majani yaliyotambaa hapa, kwa sasa hivi bado hayajalala ya kisense movement, yote tu yanajifunga, eh, nafikiri ile ndio tunaita chemotactic movement, unaona kigusa au kifanya tu hivi, unaona yanaanza kujifunga. Hayo hapo hayo hapo, yanajifunga hayo, yanajifunga, yanajifunga, na kukija giza pia yanajifunga mpaka asubuhi. Haya, unaona huu oh, mmea ni dawa huu, eh ni dawa huu, tu ni swala tu la kuamua, tukaanza ku wale wenye uwezo wanaotaka kuwekeza kwenye viwanda vya kutengeneza eh, dawa hizi na wateja wapo, magonjwa yanazidi kuongezeka tu, wateja wapo na watakuwa wamefanya kitu kikubwa kwa jamii. Ni gharama, lakini ni vitu ambavyo tunaweza tukaangalia kama tunaweza tukavifanya. Yes, uh, paka hapo nimefika mwisho kwa sasa. Bila shaka umejifunza kitu na hakikisha tu hujasahau kusubscribe kwenye channel hii ya PDK Generation ambayo inakuletea makala zinazohusu afya peke yake, masuala kadha wa kadha yanayohusu afya. Tukutane katika makala nyingine. baba iko sasa.